Leo hii hapa tunazungumza, tumekaa katika nyumba hii ya Allah tabaraka wa taala masjidil Iman, nyinyi mmekaa mbele yangu, mimi ninazungumza, mnanisikiliza kwa utulivu. Ni jambo gani ambalo limepelekea hali hii, sisi kuwezeshwa na Allah tabaraka wa taala leo hii kukaa hapa na kuhabarishana haya yanayohusiana na dini yetu? Ni kwa sababu tupo katika kivuli

aidumishe neema hii kwetu sisi, ambayo ni neema iliyokuwa kubwa, neema ya amani na utulivu. Kwa sababu isingekuwa tunaishi katika neema hii ya amani na utulivu, leo hii tusingeweza kukutana hapa, abadan. Nani ambaye angeweza kukubali kukaa hapa huku anasikia vishindo hapo nje? Hakuna ambaye angeweza kukaa hapa msikitini huko anasikia vishindo. Kila mmoja angeshika njia yake, kila mmoja iwaangalia nafsi yake na familia yake. Na mwenye kutaka kulijua hilo, basi aangalie katika nchi ambazo taishu fil khawf. Aangalie nchi ambazo zinaishi katika hali ya taharuki, hali ya machafuko, namna raia wake wanavyoishi maisha ya hofu, maisha yasiyokuwa na amani na utulivu, watu wanakuwa ni wenye kukimbiana. Nchi hizo laisa fiha durus wala muhadaratu wala khutab juma, hakuna darsa wala mihadhara wala khutba za Ijumaa. Lianna kullu wahid khaif ala nafsihi, kwa sababu kila mmoja ni mwenye kuihofia nafsi yake anaiangalia nafsi yake, wa malihi wa iyalihi, yuangalia nafsi yake na mali yake na familia yake. Nani ambaye atatumia muda wake kwenda msikitini kukaa asikilize darsa? Nani ataenda kutoa darsa ili hali, hali hairidhishi? watu wako katika hali ya taharuki, hakuna atakayeweza kukaa hapa akasomesha abadan, au akakaa mbele ya mwalimu akamsikiliza, kwa sababu ya kukosekana neema hii, neema tul amni wal istiqrari, neema ya amani na utulivu. Kwayo inapopatikana neema hii ya amani, ndipo watu tunaweza kumwabudu Allah tabaraka wa taala vile alivyoamrisha.